Na mwenezi wa mashabiki wa Azam FC, Bwana, mambo vipi? Kama kawaida, waukamikati mnaingia kwenye mchezo huu wa, wa kombe la shirikisho barani Afrika mkiwa na kumbukumbu -kumbu mbaya, mkianza michuano hii kwa mguu wa kupandia kitandani, kwa maana ya mguu wa kushoto, mkipoteza mchezo mmoja dhidi ya AS Maniema. Pengine hii leo mnaziona wapi dakika 90 dhidi ya Wydad Athletic Club? Ah, ni kweli, tumeanza tumeanza tumeanza kwa nuks kidogo lakini sio mbaya sana kwa sababu ndo kwenye kujifunza na tunaamini ayo ndo makosa ya kwanza na ndo makosa ya mwisho. Washabiki wengi mno tumevuka maji na tunashukuru Mungu, tumekutana na wa washabiki wenzetu huku pia wa Zanzibar. Kwa hiyo tunaenda kuiunga mkono timu yetu. Maana yake ni kwamba tumekusudia leo kuhakikisha tunabakiwa na pointi tatu, yaani lengo ambalo limesababisha tuvuke maji watu wengi na mabosi wetu kuonyesha wanaothamini mchezo kwa mtu, kumtaka kila mtu ashuhudie mchezo. Mechi imefanywa kama hivyo, wamenunua tiketi zote, mabosi waambia vijana, ingieni kwenye uwanja wa Amani, kaishabikieni timu yenu. Kwa hiyo, pointi ya msingi, hapa ndio kila mtu kujua ni kwamba mechi hii tumepanga kushinda kwa lazima, na tunawaomba sana wachezaji wa Azam FC wachezaji wetu, katika kitu inabidi wazingatie, inabidi wajue ni kwamba kuna watu sisi uwezo wetu sisi wa kitumbua na togwa, lakini tunajitahidi hii kitumbua na togwa kuhakikisha kwamba tunakuja kuwapa tunakuja kuwapa support wao wow. Au sio bwana eh? Na tuna support timu yetu, maana tunapo support wao automatically wa, pia tuna support timu yetu. Kwa hiyo tunakuja lengo likiwa ni kwamba tuwape nguvu wao, ili timu yetu ifanye vizuri na sisi wengine tutambe, kwa sababu katika vitu ambavyo sisi mashabiki tunanufaika navyo ni kutamba tu kwenye maskani zetu na vijiwe basi. Hakuna kitu kingine ambacho tunanufaika nacho, tunaenda kijiweni, tunatamba, tunaongea, tunafurahi, unabishana na mtu hivyo, yaani, umeelewa hasa. Jaribu kufikiria mtu kama mimi leo nimekuja Zanzibar naondoka Zenji, nimemkafua idadi labda chuma nne. Wewe niambie mimi, kama nitatosha kwenye zile Kilimanjaro 1 na 2 mimi watanibeba kutumia zote, watachukua Kilimanjaro and 3 zote wakaziunganisha, jamani, mpelekeni sasa Tanzania bara to, bara Umeona? Kwa hiyo, tunahitaji vitu kama hivyo na tukifika kule, manake mambo yanabidi yawe yatakuwa mengi sana. Kwa hiyo, pointi ya msingi ni kwamba washabiki, wachezaji wetu wajitahidi kwa hali na mali, wahakikishe kwamba tunafanyeje, tunafanya vizuri mechi ya leo. Yaani mechi ya leo ni mechi ambayo azamu haitakiwi kudondosha pointi. Yaani leo haitakiwi kudondoshwa pointi, iwe kwa kutoka sare iwe kwa kufuo chochote kile. Yaani si lazima leo tupate pointi. Wenzenu wananchi wa Afrika waliuita uwanja huu kama Guantanamo Bay, gereza lenye mlango wa kuingilia pasina mlango wa kutokea. Pengine mnaweza mkaenzi uh, mkauenzi msemo huu wa wananchi kwa na ninyi kuweka kama gereza lenye mlango wa kuingilia pasina mlango wa kutokea. Sifa ya mtu ambaye ana mali yake ni kupenda sana kujipajipa jipa mali za watu. Yaani yeye ya, akiwa kitu chake yeye hana, basi kila kitu cha mtu anataka kutangaza kitu cha kwake. Ah, mwanangu umeona ile? Mimi mwanangu kama ile pale kuna ndugu yangu anayo hiyo. Yaani story zile. Haza si uwanja tunao. Umeelewa? Sisi nao, uwanja tunao na tunatamba nao. Hmm. Tuna Azam Complex. Kwa hatuna haja ya viwanja vya watu kuja kutangaza kwamba tuanze kuvipa vipa majina. Hatuna haja hiyo. Kama Yanga wameipa wameitapa Guantanamo, hawana uwanja. Kwa hiyo lazima hapa atapa majina, majina atakuwa mengi, ila sisi wenye uwanja sasa Azam Complex. Tumekuja kutumia uwanja wa Amani Complex. Huu ndio yani uwanja wao jina yake ni Amani Complex. Sio Guantanamo hapa. Umeelewa sijui? Hey. Hapa ni Amani Complex. Kwa hiyo hmm. Sisi tuna Azam Complex. Sawa sawa. Hmm. Kwa hatuwezi kupapa jina lingine zaidi ya jina tunalojua hilo, lakini sio wenyewe tunajua, wamewahi kuwa na bato Azizi na Feisali, unakumbuka ile, eh, wanapambania kiatu sikuwa, kwenye wote wote wote walikuwa walikuwa walikuwa walikuwa ma ma ma MVP MVP MVP, yani tu kwamba jua huo msimu, na wamewahi mm, kubato pia nafasi ya kutafuta namba chini ya kocha Nasruddin Nabi Nabi Nabi, mbele ya, ya aliyokuwa anaanza kwenye kwenye cha kwanza fe, nani, Azizi alikuwa anakaa kwenye ubao au mlikuwa muni Eh, sasa unapomzungumzia Feisal jua unamzungumzia mchezaji ambaye ana thamani kubwa sana kwenye mpira wa Tanzania. Ndio mchezaji ambaye thamani yake ni kubwa. Yaani hakuna mchezaji ambaye sasa hivi kwenye mpira wa nchi hii ukimchukua kamweka pale thamani yake ikalingana na Feisal haipo. Analipwa mshahara mkubwa, ana ana, nini sasa hivi ni brandi brand ambassador ambaye analipwa pesa nyingi kabisa na kampuni ya Azamu. Kwa hiyo ni mtu ni, ni mtu ambaye ni untouchable kwa kweli. Hata mwenyewe sasa hivi wewe unaziona picha zake ambazo anaposti siku hizi Instagram. Picha zina quality. Mbele sio kama masuti akipindikia anavaa suti kubwa, suti haina kipimo. Tofauti kabisa unamuona sasa hivi amebadilika. Kwa hiyo eh, sasa kumbe wewe unajua. Kwa hiyo point ya msingi ndio hiyo. Watu wajiandae tu kupata ladha ile kutoka kwa Feisal, kutoka kwa Jeff Kitambala Bola, kutoka kama Jackie ataanza kwa Sopu na kwa Nado, kutoka kwa kina ya Zaidi bin Omari. Yaani wasubirie. Eh, hilo ndo jambo la kulisubiri. Pengine uh, da, kwa ufupi sana unaziona unazionaje dakika 90 ambazo unakutana na Wydad ambaye ni anaongoza ligi kule kwao akiwa na alama takriban 20 lakini na wewe kwenye ligi ya nyumbani uh, umeshinda mchezo mmoja pekee. Ya Wydad kuongoza ligi ya Morocco, sisi kwetu sio tatizo sana, kwa sababu tumewahi kumfunga Esperance de Tunis akiwa ametoka kuchukua ubingwa wa Afrika, yaani ametoka kuwa, kuwa bingwa wa Afrika, tukaja kucheza naye sisi kwenye uwanja wa Azam Complex tukampa chuma mbili. Kwa hiyo Wydad kuongoza ligi ya Morocco kwetu sisi wala sio kesi kubwa kesi kubwa ambayo tunaijua sisi kwamba Waidadi leo lazima aache pointi tatu. Basi mimi nikushukuru sana. Shukrani sana. Asante sana. Kwa.